Habari, karibu katika website au application yetu ya givenall.com. So kupitia website au application hii una uwezo wa kulipa kidogo kidogo, lakini pia una uwezo wa kununua bidhaa tena kwa gharama nafuu sana, lakini pia una uwezo wa kuomba mkopo wa hizo bidhaa na bado ukapata. So nitakuelekeza kwa haraka zaidi jinsi ya kuweza kutumia application hii. Kwanza kabisa ujue application yetu inapatikana Google, ambapo una uwezo wa kuingia Google na itabidi usachi maneno ya uh, givenall Uh, .com. Hapa utaona imekuja givenall.com lakini pia kuna video nyingi ambazo tumezipost na Instagram official account yetu. So bonyeza givenall.com hapa. Hii page ambayo umeangukia kwa mara ya kwanza kabisa. Hii inaitwa homepage na hapa ina bidhaa nyingi sana mchanganyiko. Uh, mikopo ya bidhaa na kila kitu kiko hapa. Ukibonyeza bidhaa yoyote kwa mfano labda nimebonyeza friji hii hapa, Ntaangukia kwenye hii peji ya pili. Hii inaitwa product page, kama nimebonyeza friji hapa, na na nikibonyeza so, hapa nikishuka chini huko simu utaona uh, uh, simu. Simu hizi hapa na ukibonyeza sabufa pia vile vile kama unavyoona ni sabufa. So ukirudi hapa juu unaweza kubonyeza hii button ya home tukarudi nyumbani. Hizi button za navigation kushoto na kulia. So tubonyeza button ya home hapa. Hapa tuko nyumbani au home page. So tukiwa hapa kuna sehemu hapa imeandikwa account, ingia. Kwa hiyo kama haujaingia kwenye account yako utaona imeandikwa account. Kwa hiyo tubonyeze account hapa. Uh, itatuomba login au sign up. Kama account tayari unayo na uliwahi kufungua, basi andika jina lako la kwanza, la pili pamoja na namba yako ya siri ambayo unatakiwa uikumbuke. Kama umeisahau, tupigie sisi simu tukusaidie uweze kuipata. Lakini kama hujai kufungua kabisa account wewe ndio mtu wa kwanza, bonyeza hapa. Uh, sign up. Kwa hiyo utaandika jina lako la kwanza, jina la pili, namba ya simu, barua pepe, andika neno lako la siri na utalirudia hapa utasign up. Yaani hapo utafungua akaunti mpya. Usifungue akaunti mpya kama ulai kufungua kuwa na akaunti yako ya kwanza, kwa sababu details zako zote ziko huko, kama una salio liko huko, ina maana unaweza kupoteza akaunti. Na ikitokea umepata shida yote, tupigie sisi simu tukusaidia. Tunayo akaunti yetu ya Jemima, Jemima John. Kwa ndo tukayotumia kuweza kulogin, Jemima John. Na namba yetu ya siri ni ya siri, hatakiwi kujua kumwonyesha mtu yote. So, tumelogin kwa kutumia Jemima John na ukilogin utaona imekuandikia kabisa hapa uh, jina lako Jimi Majoni, na salio liko hapa na laki moja na elfu themanini na nane nao hapa uh, uh, ukibonyeza bidhaa yote. Tuko upande wa homu hapa uh, bidhaa hizi hapa. Kwa mfano, unaweza ukabonyeza hapa, hii sehemu ya kusachi, ukasachi hapa unaweza pia ukabonyeza batani hapa kutafuta pia ukatafuta hapa, lakini unaweza ukaja kubonyeza hapa lakini hii batani hapa ukasearch bidhaa. Na ukibonyeza batani yoyote hapa, kwa mfano labda hii hapa ya kusearch, unaweza zinakuja hizo logo. Ukibonyeza logo hapa, logo zitakuja logo products zote. Bonyeza hapa, bonyeza hapa, uh, inakuja pia hizi links. Hizi ni link. Ukibonyeza TV zitakuja TV zote. Ukifika chini utakuta ma TV, lakini pia unaweza ukasearch unachokitaka wewe. Bonyeza hapa, tafuta, uh, search labda nataka uh, high sense Labda TV nchi labda hamsini, ukisearch hapa, imekuja hii hapa nchi hamsini. Umeona iko hii hapa. Isense TV nchi hamsini, na unaweza ukabadilisha picha ya bidhaa kwa kubonyeza hizi batani hapa unaona. Ukishuka chini hapa, unaweza ukachati na sisi WhatsApp kama unahitaji bidhaa huko sehemu huko mkoani. Labda kama unataka kulipa kidogo kidogo, bonyeza hii batani hapa, utakutana na sisi kulipa kidogo kidogo, utaanza na buku. Uh, uh, tudi back hapa. Uh, lakini pia kama unataka kuomba labda punguzo unaweza kubonyeza hapa kuomba punguzo, lipa ukishapokea. Kama uko mbali unataka kulipa ukishapokea, labda labda wewe uko labda Kigamboni au Gongo la Mboto, mweza hapa, andika majina nini, kila kitu utalipa kidogo kidogo. Na ukija hapa juu, tunaona navigation button, tazama zile zile. Tukidi Back, back hapa, tunarudi back home, tubonyeze labda hii uh, hapa speaker. Tukishuka chini hapa, utaona kuna button imeandikwa video za bidhaa, ukibonyeza hapa utaweza kuona hiyo uh, hiyo bidhaa utaiona video yake vizuri kabisa. Eh, unaona, unaona, uh, video ya bidhaa vizuri kabisa now, ukishuka huku chini utakutana na speaker nyingine, kwa sababu nimebonyeza speaker uh, ukipanda hapa juu utakutana na product namba. Kila bidhaa ina product namba yake, copy hii product namba, njoo hapa sehemu imeandikwa account, utarudi hapa kwenye account yako. Ukifika hapa utakuta dashboard. Ukishuka hapa chini kabisa kwenye dashboard au takwimu andika paste hii product number, alafu andika labda spika labda ninazo taka so hii namba izi kupotea hata ukirudi back home. Tukirudi tuna kwenye account hapo kibweza hapo, utaingia kwenye account yako hapo, kushuka chini unakutana na ile namba. Copy namba, njoo hapa home bweza, tafuta au search bidhaa, weka ile namba search utaona ile speaker inakuja hii hapa. So bidhaa yoyote unaweza ukakopi namba yake kama unahitaji, au umesahau jina lake unaweza ukasearch pia kwa kutumia namba ya bidhaa au product number. Hata ukibonyeza hii friji hapa, na yenyewe ina product number. Mfano, friji hii hapa na yenyewe, ukiangalia hapa juu uh, hapa inayo product number yake ambayo ni hii hapa. Ukikopi unaweza ukasearch na ukaipata hiyo friji.

bweza pia hapa tena unarudi kwenye mikopo ya bidhaa kama unayo utaikuta hapa. Bweza hapa kurudi home. Hapa hizi ni button za kurudi kule ulipokuwa. Lakini pia, uh, ukija hapa labda, uh, hapa hii ni button ya kurudi pia ulipokuwa, hapa ni home, hapa ni dashboard, lakini pia hapa ni kwenye kuomba msaada kama umefeli, so weka back hapa, uh, labda turudi kwenye sera za faragha na kila kitu, tutakutana hapa nyumbani. tutarudi back home pia unaona Nafikiri hapo utakuwa umenielewa. Chagua kundi la bidhaa, mfano nataka electronics, utabonyeza hapa, utakuta bidhaa zako zote ziko hapa. Electronics tunachagua labda water dispenser, hapa utaziona bidhaa ziko hapa. Search unachokihitaji hapa, kata hapa. Aa, njoo kwenye akaunti yako huku, unaona unakutana na akaunti vile vile, njoo hapa. Aa, mikopo ya bidhaa, malipo kidogo kidogo, utakutana na kila kitu hapa, go back, back home, njoo chagua lugha hapa ukibonyeza itabadilika, itakuwa Kiingereza. Umeona, sasa hivi nimekuandikia choose product categories au search product hapa, imebadilika imekuwa Kiingereza. Rudi kwenye Kiswahili kwa sababu tunapenda sana kutumia Kiswahili na tumetumia Kiswahili, na rahisi sana, ili kila mtu aweze kuelewa nao. Shuka chini ukibonyeza labda makabati hapa, shuka chini kabisa hapa, utakutana na makabati mengi zaidi. Panda juu hapa kwenye ile kabati ambayo ulibonyeza, utakutana na specification design wood na nini kila kitu. Ukibonyeza hapa utabonyeza uta, uta hapa kwa ajili ya uh, ku download picha HD. Lakini kuna bata na kuchati WhatsApp hapo. Ukibonyeza hii, njoo tuchati, kama unahitaji bidhaa kama unataka punguzo au chochote njoo hapa. Omba mkopo hapa kama unahitaji mkopo wa hii bidhaa utafika kwenye hii page, utaelekezwa kila kitu hapa kwenye hii page. Weka back. Lakini pia ukija hapa juu kuna sehemu imeandikwa bidhaa zote hii page ukibonyeza utaingia hapo, utakutana na bidhaa zote hadi bidhaa ya mwisho kuwekwa kwenye siku hiyo ya leo, utakutana na bidhaa ambayo ni hii hapa. So hapa utaona bidhaa zote zilizowekwa toka mwanzo hadi mwisho. Bidhaa ya mwisho ni hii hapa friji. Eh, kama unataka kutafuta bidhaa yoyote hapa, pia unaweza ukaandika labda TV ukasearch, zitaona zinakuja TV, unaona eh? lakini pia unaweza ukaandika friji ukasearch hapa kwenye product au bidhaa zote, utakutana na friji. So unaweza ukarudi pia uh, back home au hapa kuweza kurudi kwenye kurasa ya bidhaa, bonyeza kwenye hii, labda jiko uh, ukishuka chini utakuta majiko mengi. Karibuni sana Givenall.com, na hii ni quick tour, na hapa nimekufundisha kila kitu kwa haraka zaidi jinsi ya kuweza kutumia. Jamani, tunapatikana njiapanda mtaa wa Ndanda na Muhonda. Tumesajiliwa. Hata uko mkoani, lipa kidogo kidogo, tutapokea malipo yako na bidhaa yako itatumwa. Karibuni sana Givenall.com, tunapatikana njiapanda mtaa wa Ndanda na Muhonda. Karibuni sana.